Kamanda wa polisi mkoa Dodoma kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi George Katabazi amehakikishia usalama wa wananchi wa kata ya Kikuyu Kaskazini kutokana na maboresho yaliyofanywa na Jeshi la Polisi katika kukabiliana na uharifu. Katabazi ametoa kauli hiyo Aprili 9, 2025 wakati akifanya kikao na wananchi wa kata ya Kikuyu Kaskazini pamoja na maafisa usafirishaji yaani bodaboda, ambapo amesisitiza maafisa hao kuacha kutumika kama sehemu ya uharifu kwa kubeba mali zilizoibwa pamoja na wahalifu. Vilevile Katabazi amewataka maafisa usafirishaji kufanya shughuli zao kwa kuzingatia sheria na kanuni muda wote, huku akiwaasa wananchi kushirikiana na Jeshi la Polisi kwa kushiriki katika vikundi vya ulinzi na utoaji wa taarifa za wahalifu. Amesema hategemei kama kuna mtu anapenda uhalifu unatokea , lakini pia akiwataka kushirikiana kwa pamoja, ili kuchukia uhalifu, msiwafumbie macho uhalifu kwa kuwalea na kusuluhisha kesi kienyeji bila kuripoti kituo cha Polisi. Hata hivyo, wananchi wa kata Kikuyu wamemwahidi kutoa ushirikiano katika kuzuia na kutanzua uhalifu na kushiriki katika vikundi vya ulinzi shirikishi. Wilson Johnny, Jimbi TV.